ambayo mwisho wa siku watu wanaamini, kumbe, yani unamwamini huko masema ni mzima, kumbe mgonjwa. Leo hii Kratos Chama wanasema, wanamrusha Kratos Chama. Hivi Kratos Chama, Kratos Chama, lile duka Kratos Chama, Hamed Yari ha, wakati 24 anatoka Kratos Chama, Hamed Yari alisema kwamba viongozi, nanukuu, alisema viongozi wa Simba wameona bidhaa au huduma ya Kratos Chama kwa msimu ujao, msimu wa ishirini na tano, kwamba hata, hata tufaa tena huduma yake kwetu imesha kuwa ndogo, eh? ndogo, ndogo benchi lakini cha ajabu kistaajabu ya Musa, twendeni tukaone. Kabla ya Simba aka Mangungu FC, Sisi Simba ad, yani Singida kwa ni mdogo, lakini Simba tumuone ni dhahabu. Tumeenda kuchukua ile duka tumelipamba tume, tunasema ile duka sasa sio duka, sasa limekuwa ni dhahabu. Mchezaji ana miaka 38 baada ya miaka miwili ana 40. Akina Mangungu ameshindwa kudili na na, na, na, na, na na nani huyu ah Okelo. Okay, okay. Okelo. Okay. Kijana mdogo ambaye ni mdogo. Kijana mdogo mwenye skills kubwa. Unaangalia mechi yake ya hapa ya kwanza. Unaangalia mechi yake ya Ugeni National Rally. Ndio mchezaji pekee nakuambia kabisa ni fundi mechi. Ndio mchezaji pekee wa Yanga ambaye kwamba alishika mpira na ametoa pasi zote zimeenda sehemu husika. Ajapata pasi yake. Ukiona amenawa mpira kafanya ufalme huko chini kaanguka. Sio ndio? Kwa hiyo ndio mchezaji pekee kapiga mpira ambao ulioenda kufanya shambulizi ambalo na mpira wenye akili kubwa kuliko wengine wote leo hii. Okelo yuko Dalangafuka, lakini Okelo asilimia zaidi ya sabini alipaswa aingie kabla ya Simba sosabu sisi Simba kazi yetu ya tuko, yani si Simba kazi yetu ni umbea tu mdomoni hapa. Ah, tuko vizuri ah, okay, okay, okay. Anakuja dakika tisini injinia hizi anamchukua anamtia kabla Yanga. Kuna wakati vinaoda kusema kwamba viongozi wa Simba tuna kila sababu ya kuweza kumpongeza Engineer Else. Simanaelewa, kumradhi, tuna kila sababu ya kumpongeza Engineer Else. Engineer Else ni kiongozi ambaye ana uweledi, Mungu kampa kibali, ana maono, anajua kusimamia na kuongoza kwenye klabu ya Yanga na sio Yanga tu, anajua kuongoza masuala ya kimpira na ndio maana unaona Engineer Else ana vyoo viwili ndani ya misimu, ana misimu minne Yes, yaani no, no, no. E, kama sikosei toka ameingia in njinesi kwa kabi ya Yanga, ana misimu minne, huu msimu wa tano. Sawa, ndani misimu minne tayari ana vyeo vikubwa duniani, ambayo hivyo vyeo hivyo sisi Simba tuna viongozi kwa viongozi kwa viongozi kwa viongozi kwa viongozi. mpaka wanazeeka watu wamezaa wamekufa, hatujawahi kuwa na kiongozi ambaye mwenye kutuhakikisha barani ya Afrika kama yeye. No, malaika, tumekuwa tukisikia pia mashabiki wa Simba amekuwa ukilalamika tangu ameondoka marehemu Hans Pop, ni kama hakuna kiongozi mwenye ujasiri ama uwezo mkubwa kama ambao alikuwepo nao marehemu Hans Pop. Nini kipi ambacho Hans Pop alikuwepo nacho ambacho unaona kwenye, kwa viongozi wa hivi sasa ukioni ndani ya ndani yao? Hans Pop alikuwa anasema yeye yupo Simba kwa ajili ya masla ya Simba hayuko Simba kwa ajili ya chumia tumbo lake. Hiyo ndio slogan ya Ansport, na ndio maana watu wa Simba wengi tunamwenzi tuna, tuna, tuna, tuna kwa kweli yani tunaona haya mapito ambayo tunayapitia ni kwa sababu Simba hatuna watu wenye uzalendo wa kweli kabla ya Simba. Kinachosumbua kabla ya Simba ni kitu kimoja tu, watu wameenda Simba kwa ajili ya maslahi yao basi, na ndio maana watu hata wa Simba kifungwa wako kawaida, wako baridi, wametulia tu. Mashabiki kumtendo tunazimia, ndio tunakufa lakini viongozi wametulia zao na kula bata tu na familia zao. Kwa hiyo aspo alikuwa ni miongoni mwa kiongozi ambaye adanganyiki, ashawishiki au mruguni, anakwambia hapana, nembo ya simba kwangu inanitosha, lakini viongozi sasa hivi hawapo. Haya, kiongozi mwingine ambaye kwamba alionyesha naye ana kitu kama hicho ni ni nani? Barbara. Barbara yule mwanamke, Mungu ambariki sana wakati babu leko pale, unaona dagaa Afrika, tulikuwa tunawanyoosha kweli, yani yanga kwa mpatiana. Babu ndio aligundua kusema kwamba yule ma, manara ni msaliti, na alisema kama mimi ni baba kama mimi sio, hautabaki hapa. Ni baba kazi yake ni kweli, ataondoka. Si waniye baada ya viongozi wa Simba wako pale ambao wapo kwa ajili ya machumi tumbo, wakasema hapana, wakamwandia Frigisi kufanyaje aondoke alivyopata cheo cha kuwa mjumbe mjumbe e, wa kafu wakasema, waka afadhali wakamwondoa kabisa pale. Lakini leo hii kamaliza huduma kule ka karudi, wamempa ujumbe juzi, amejiondoa baada ya kuona kuna takataka zinaendelea, amejiondoa Babla. Simba tunahitaji kumpata Babla kuwa mwenyekiti wa ya Simba, otherwise Simba tunamhitaji Babla kwa CEO tena ili simba ipate kurudi katika katika engo yake, ni lazima babla awe CEO kaabia. Simba hiyo CEO wa simba hajui maana neno CEO, yani kile cheo kapewa, lakini hajui hiki cheo kina ukubwa gani? Yeye mpaka yake ni upi? Mamlaka yake ni yepi? Hajui. CEO amekuwa baridi.